ni yeye Shadrack Muna akiwainua wa vitini waheshimiwa kwa bao la pili, bao mujarab kabisa linalowalaza Kunduchi Veterans na viatu. Na hii ni kutimia kile kilichotabiriwa siku ya jana, tarehe 25 Aprili, bungeni jijini Dodoma. Hawa ni wanamichezo wa Kunduchi Veterans Sports Club kutoka Dar es Salaam ambao watacheza mechi ya kirafiki na timu ya mpira wa miguu ya Bunge kesho tarehe 26 Aprili. Wajiandae, wajiandae kufungwa. Fanikia kuwafunga magoli mawili kwa moja, na mimi nikienda kambani mara moja. Kwa hiyo hizi ni salamu kwa mechi ya kesho dhidi ya ile timu ya South Africa ambayo Simba tunacheza nao, kwa sababu mimi pia naakikisha timu ya Simba Sports Club Sawa, yeah. Sawa, so, mmeanza so, mchezo kwa kuruhusu bao, baadaye ukaja kusawazisha Dio, na kipindi cha pili umemaliza wewe kama nahodha na kukiongoza kikosi chako kumaliza kwa ushindi wa mabao mawili kwa yeah. moja. oh. E, mmeenda kuzungumza nini kipindi cha <laughs> mapumziko? Uh, hawa jamaa uh, wana experience, ni timu nzuri, na tuikokanja tukakubaliana kwamba cha kwanza lazima tuimarishe kwenye midfield ili tuweze kukata mashambulizi yao, lakini tatu kwenye transition kwamba wanapokuja kushambulia wakipoteza mpira tuweze kufuatilia kwa haraka, na hiyo imetusaidia kupata goli la pili. Unaweza kukumbuka kwamba goli la pili imefungwa kwa counter attack, kwa sababu pia walikuwa na tabia ya kucheza offside trick. Kwa hivyo kuna wakati mimi nilikaa na offside position wao wakidhani mimi niko offside, ah, kumbe mimi niko pale kama geresha tu, kwa sababu na deal na mimi amemwacha mtu ambaye ameenda kusababisha goli na likafungwa. Kwa hiyo ilikuwa ni mkakati tu kwamba hii mechi ni ya kimbinu, kutokana kwamba na wao ni wazoefu, wanacheza mara kwa mara. Unajua pia timu ya Bunge sisi tuna shughuli nyingi, kwa hiyo kama hivi tungekuwa katika position yetu ambayo tumetoka nayo Mombasa, au ungekuta tano, kumi.